Katika mwaka huu 2025 na mamlaka ya afya ya mimea na viuatilifu Tanzania imepata mafanikio makubwa sana, mafanikio mapa, ni mengi. Nichukue fursa hii kuainisha ma, yale makubwa ambayo uh, mamlaka imeweza kupata uh, lakini pia kabla sijasema hivi, lazima niwashukuru wadau wetu ambao tumeshirikiana nao katika kufanya kazi zetu na ambazo zilipelekea eh, upatikanaji wa mafanikio haya. Kwanza nikianza katika eh, na suala la udhibiti wa visumbufu vya milipuko kwa maana ya eh, magonjwa wadudu waharibifu wa mazao kama vile ndege aina ya kwelea kwelea, nzige, viwavijeshi, amba panya ambavyo vingeathiri uzalishaji wa, wa mazao yetu, lakini mamlaka imeweza kuvidhibiti eh, visumbufu hivyo na tukaweza kuokoa Eh, mazao yetu ambayo kutokana na uokoaji huo uliweza kuchangia katika eh, utoshelevu wa chakula a na, na, us, salama na utoshelevu wa chakula, lakini pia ongezeka eh, kwa, eh, kwa kwa mas, eh, masoko, ufunguaji wa masoko na, na, na, na kadhalika ikianza uh, labda na, na, na changamoto kubwa ambayo kwa mara nyingi imekuwa ikituathiri ni changamoto ya uvamizi wa ndege aina ya kwelea ya kwelea, kwenye mashamba ya nafaka mazao ya nafaka, kwa maana ya uwele, mtama na, na, na, na mpunga e, ukiangalia mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano uh, tulikuwa tumekabiliwa na kwelea kwelea Uh, milioni mbili na, na, na saba ambao walikuwa wamevamia katika halmashauri uh, kumi na nane. Hizi ni halmashauri ambazo zinalima mpunga, kuna miradi mikubwa zile skimu kubwa za mpunga kama vile Barari kule Mbeya, Simiu Ruvu, uh, Kilosa kule, uh, uh, mkoa wa Manyara na kadhalika. Kwa hiyo mamlaka tuliweza kufanikiwa kwenda kuwadhibiti ndege hao na tukaokoa zaidi ya tani za nafaka milioni moja e, nukta nne sita. Hii ni maana yake mpunga, mtama na uwele, lakini pia tulikuwa na uvamizi wa panya. Wapanya walikuwa wamevamia kwenye mikoa kumi na sita, halmashauri ya hamsini na nne e, kwa hiyo tulikwenda tuka tukadhibiti panya hao na tukaweza kuokoa ekari za, za, za mazao laki tatu themanini na tano na mia nane tisini na tano. Kwa hiyo, hiyo ni mchango mkubwa ambao ulifanywa na mamlaka, lakini pia tulikuwa na uvamizi wa um, viwavijeshi vamizi, au ni wadudu waharibifu sana wa mazao walikuwa wamevamia mazao ya kama vile mahindi na kadhalika katika halmashauri arobaini na nne. Kwa hiyo ekari eh, laki mbili na saba zilikuwa zimevamiwa. Kwa hiyo tulikwenda mamlaka, tukaokoa, tukadhibiti tuka, tuka wavijeshi eh, vamizi hao na tukaweza kuokoa tani eh, zaidi ya laki tano za, za mazao yakiwemo mahindi Uh, tulikuwa na uvamizi mwingine ikungi kule Singida, kulikuwa na nzige wekundu wapatao milioni thelathini na sita walikuwa wamevamia eneo la ekari eh, mia nne na tano. Kwa hiyo tulikwenda tukadhibiti kwa kutumia uh, drones uh, na au ndege nyuki. Kwa hiyo tukaenda pale tukaokoa eh, mazao yale, lakini pia tulikuwa na uvamizi mwingine wa nzige nzige wa mitini au kwa Kiingereza wanaitwa tree locust katika wilaya ya Mpwapwa, eneo la ekari elfu moja mia tatu arobaini ilikuwa imevamiwa. Kwa hiyo tulikwenda tukadhibiti visumbufu uh, vile, na hii peke yake ilipelekea kuchangia um, mchango mkubwa katika utoshelevu wa chakula. Mfano, sasa hivi tunasema uh, Tanzania ni ya pili katika uzalishaji wa mahindi eh, Afrika. Eh, huo mchango, na hapo kuna mchango mkubwa sana wa Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu Tanzania. uh, mafanikio mengine katika eh, uwezeshaji au ufikishaji wa ufunguaji -ma, uh, wa masoko uh, Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu Tanzania kwa mfano, kushirikiana na, na, na mamlaka ya, ya, ya, ya mapato ya nchini China tulifanya kazi pamoja. Kwa hiyo tukawezesha uh, makampuni jumla ya makampuni kumi na sita ya parachichi Tanzania kuruhusiwa kuuza parachichi zao nchini eh, China, na hii ni kutokana na kazi ambayo ilifanywa na mamlaka kuanzia eh, kufanya ufuatiliaji wa hayo mashamba au maeneo ambayo hizo parachichi zinalimwa, lakini pia kufanya ukaguzi kwenye pack house, si nyumba za kuhifadhia hizo hizo parachichi na kadhalika. Kwa hiyo tuliweza kufanya hivyo na tukafanikiwa. A, kitu kingine, na pia kwa upande huo wa masoko e, wenzetu wa soko la jumuiya la, la, la, ya Ulaya, unajua Ulaya yani European Union mwaka huu mwezi wa tano walikuwa wamesema wame kwamba ili Tanzania iweze kuendelea kuuza mazao yake katika soko la Ulaya lazima kwanza tuwadhihirishie kwamba katika mazao yetu hakuna bakteria anayejulikana kama Zailela. Ni bakteria, ni, ni, ni bakteria wa kikarantini huko Ulaya, lakini anaathiri mazao mbalimbali mbali, aina e, zaidi ya mia mbili kwa hiyo uh, Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu Tanzania tuliweza kufanya survey, tuliweza kukusanya sampuli kutoka kwenye mashamba ya, ya wakulima, sampuli elfu tano mia sita sitini na nne we tuliweza kufanya hivyo na tukatumia uh, teknolojia ya kisasa kabisa kubaini kwamba katika mazao ya Tanzania huyo bakteria hayupo, na ripoti ile baada ya kutumwa kat wa wenzetu jumuiya ya Ulaya walikubali na kuturuhusu kwamba Tanzania eh, tuendelee kufanya biashara au kupeleka mazao yetu katika jumu, soko la jumuiya ya Ulaya mnamo tarehe 13 Juni 2025. Na kwa hiyo hiyo pia ni mchango mmoja ya mchango wa, wa, wa mamlaka, lakini pia uh, tulikuwa na, na tumeweza kufungua masoko mengine mapya ya mazao eh, tisa katika nchi kumi na tano. Masoko hayo ni kama vile masoko ya tumbaku Pakistani, lakini mazao kama soya, mazao kama viazi mviringo eh, karafuu, vanila ni mazao ambayo yanaingia sasa kwenye, kwenye masoko ya, ya nchi eh, kumi na nne hizo. Hayo ni masoko mapya na biashara hiyo ikifanyika inaenda kuiingizia Tanzania dola za Marekani bilioni e, tatu pointi tano e, kwa mwaka. Kwa hiyo hiyo pia ni kazi ambayo e, tumefanya e, imefanywa na mamlaka kwa mwaka huu 2025. Lakini upande wa, wa miundombinu ya utendaji kazi pia miundombinu yetu imeboreka sana a, kwa mfano kwa kutumia pesa za ndani hela e, ta, e, ta, za Tanzania bilioni 2.8 tuliweza kununua mashine e, mwezi wa tano, mashine ya kisasa kabisa ya kuchambua ubora wa viuatilifu ubora na, usa, na masalia ya viuatilifu na tukaisimika kwenye maabara zetu e, mashine hizi ni kama vile HPLC e, e, gas chromatograph GC, MS, MS ni mashine ambazo zinaweza kuchambua E, sampuli zaidi ya elfu mbili kwa wiki. Maanake ni nini? Maanake inaenda kuturahisishia e, utoaji huduma zetu kwa, kwa, kwa, kwa wadau, badala ya wadau kuangaika kupeleka sampuli zao nje, lakini pia sasa watakuwa wanatumia maabara zetu kuchakata sampuli hizo kwa ajili katika ule nani wa kuwezesha e, biashara ya ma, mazao E, lakini pia katika mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano mamlaka ilifanikisha ununuzi wa ndege ndege ya kisasa kabisa inaitwa Thrush P2 plus ambayo ni kwa ajili ya kunyunyizia viuatilifu kwenye operation za kudhibiti e, ndege waharibifu wa mazao kwelea kwelea nzige na kadhalika ndege hii ni ndege ya kisasa inaweza kuny kunyunyizia viuatilifu katika eneo la ekari elfu mbili na mia nne kwa wakati mmoja na ina uwezo kubeba kiuatilifu lita elfu moja mia tisa na thelathini kwa hiyo ni ndege nzuri kabisa ya, ya, ya, ya kisasa hayo uh, ni moja ya mafanikio lakini pia uh, katika uwe, katika uboreshaji wa ofisi zetu za kanda na mipakani, uh, tumeweza kuunganisha uh, au kusimika mtandao, yaani uh, internet kwenye ofisi zetu arobaini na nne zilizoko mipakani kwa maana ya mpaka ya nchi kavu, uh, bandarini, pamoja na viwanja vya ndege. Hii ni, ni moja ya mafanikio ambayo tumefanya na hii ina, ina inachangia katika kwanza urahisishaji wa utendaji wa kazi zetu ukaguzi e, wa, wa, wa, wa, wa mazao um, au shehena za, za mazao zinazopita mipakani ambazo na, na kutolewa e, vibali vya usafi wa mimea kwa maana ya phytosanitary certificates, lakini pia uh, nasaidia inarahisisha ina sana e, inaharakisha sana utoaji wa huduma hiyo. Kwa kutumia eh, mfumo wa, mfumo wa TEHAMA na hiyo pia inapelekea eh, uhakika wa upatikanaji wa takwimu za, za, za cheena za mazao zinazoenda nje kwa maana ya export volumes. Kwahio kwa kutumia mifumo hiyo unaweza sasa kupata takwimu za uhakika kutoka kwenye mipaka yetu, takwimu za siku, takwimu za wiki na takwimu za za, za, za kila mwezi. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya ma, ma, mafanikio ambayo ambayo e, tumeweza kufanya, lakini pia e, mamlaka me, tumeendelea na, na utunzaji wa, wa, wa, wa mbegu zetu za mbegu za asili kupitia ile benki ya mbegu iliyonayo uh, iliyoko makao makuu ya mamlaka mjini Arusha, na kwa sasa hivi tuna zaidi ya mbegu aina ya elfu kumi ziko pale lakini pia tuna e, utunzaji wa sampuli kavu kwa njia ya e, herbarium ya kitaifa ambayo iko pale e, makao makuu Arusha kwa ajili ya utafiti mbalimbali, narejea mbali, za watafiti na kadhalika. Kwa hiyo pale pia tuna aina ya sampuli aina, aina, aina a, zaidi ya laki tatu tunazo hapa. e, kitu kingine ambacho tumeweza kufanya kwa mwaka huu tumeendelea na kufanya mafunzo ya kuwajengea uwezo wataalamu wa mamlaka ili waweze kutoa huduma kwa weledi kabisa, huduma za ukaguzi na kadhalika. Kwa hiyo hiyo pia tumefanya mfano, tumetoa mafunzo kwa wakaguzi themanini na mbili ili wawe wa, wa, wa, wa, gazetted na serikali wapewe eh, vyeti vya ukaguzi wa mimea pamoja na, na viuatilifu lakini pia e, tumeendelea kutoa mafunzo kwa wadau mbalimbali juu ya matumizi sahihi na salama ya viuatilifu. Haya ni mafunzo endelevu, na kupitia mafunzo haya uh, yanatusaidia yanatu, yanatu, yanatu sana kuleta tija katika, katika kilimo e, na kitu kingine sambamba na, na, na, na mafunzo hayo Ee, ukiangalia mwaka elfu mbili na, na, na, na ishirini na tano ee, tumejikita pia kuboresha kwa kushirikiana na wadau wetu kuboresha maabara. Kwa hiyo tunafanya ukarabati wa maabara za a-za za, za mamlaka, lakini pia uanzishwaji wa maabara ndogo kwenye mipaka yetu pamoja na kuimarisha maabara na kuanzisha kwa maabara za kikanda. Mfano, sasa hivi tumetangaza tenda ya ku, ya ku kujenga maabara eh, pale Njombe kwa ajili ya kuhudumia mazao ya kimkakati kama parachichi, viazi mviringo na mazao mengine ya, ya, ya mboga mboga, yani horticultural crops. Kwa kweli mafanikio ni mengi. Labda nimalize tu kusema kwamba eh, ni washukuru eh, wadau wote pamoja na Wizara ya Kilimo kwa ushirikiano ambao wanatupa katika eh, utekelezaji wa, wa, wa, wa majukumu yetu, lakini pia uh, nichukue fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Rais Dokta Samia Suluhu Hasan kwa jitihada ambazo anafanya katika kukuza uh, kilimo hapa Tanzania, kwa sababu kilimo ndio uti uh, wa mgongo. Kilimo ndio kinaajiri watanzania wengi, lakini kilimo ndio kinatupatia mapato lakini kinatupatia uh, mapato lakini pia kilimo ndiyo kinachangia kwa kiasi kikubwa katika uh, malighafi ya viwanda. Asilimia sitini ya malighafi yanayoingia kwenye viwanda vyetu yanatokana na kilimo. Kwa hiyo kilimo ndio uh, ndio ndio kila kitu.